Yesa, mjambo ndugu wapendwa, habari yenu, habari ya asubuhi ya leo. Nimekuja kwako kukupatia asubuhi ya asubuhi katika muda huu ambao tuko pamoja nawe kwa muda huu kabisa, nikikwambia tu kwamba wazalendo wako determine determine kufungula front ya bukavu sasa Yani ni kusema biko bien determine kufungua front ya Bukavu huku ngambo za Kabamba, Katana, Kavumu kunasikilikana vita mkubwa sana tangu samdi jana, dimanche, na hivi sasa hivi tuko tunaongea na nyinyi, wazalendo wameisha kukaba wa M23 wengi sana na tunashukuru sana kwa watoto wetu ambao wanaendelea kujitoa kwa wale watoto wetu ambao walishikwa na M23. Kuna mmoja wao alifanya kazi, alimfieka adui peke yake, na hapa inaonesha kitu kizuri sana, hmm? Yaani ni kusema yeye aligeuka wa M23 na kuwaua wengi, wengi wengi wengi wengi wengi sana. Yaani anasema ea koya ea, yani ni kusema walikuwa mkonvat wako wanaenda Kabamba hapa kabisa, alifieka adui yee mwenyewe, aliua gari mbili na hasa akajiripoti kwa wazalendo. Vizuri sana bravo, hii ni kitu nzuri sana. Wakongomani wote ambao wanakuwa ndani ya, ya, ya hawa magaidi wajue ya kwamba wako wanapigana lakini Kongo iko inaenda hii. Tunaambia wote ambao wanakuwa ndani ya magaidi ya kwamba wajue kama wako wanapigana lakini nchi yao iko inaenda, na ni vizuri sana kuelewa kama walikukamata kungufu, walikukamata par force. Hauko pale kwa matakwa yako, ama hauko pale sababu unataka. Hauko mule mwa ile ile ile eh, ile, e, chama cha, cha wagaidi juu na vitaka hapana, me uko pale par force, ndio kwa mana inataka ni nikwambia uko unapana nchi yako na wewe ni msaliti kwenu, wabaku abaiweku nywona kuwaka tena basha washana wa mai banasema mtu ashakufa hmm? unaona yaani kitu kenye nakwambia Mkongomani, ndugu yangu wewe ambayo uliingia mchama cha Mventua. hii ni mesaje yako minataka nikupatie nikwambie tu kama kumbuka kama hauna inchi mbili uko na inchi moya na tena kumbuka kama hao ambao muko mnatumika nao niwasema bongo na waza msiku kidogo mnashakuwa nao Unaweza kuwa umeelewa tayari. Unaweza kuwa umejua hivi yeniko na kwambia tayari. Unaweza kuwa uko na deja na eh? Uko deja na habari kidogo basi eh? Yaani, nikwambie tu kama hawa ni wa uongo. Hawana ukweli ndani yao na wanataka kuwamaliza nyie penye muliingia. Acha nikwambie bale bapolisi benye balienda balienda mu formation ndio tulisikia sema kitogo rutogo kama rutogo kama kitogo. Hmm, biko wapi? Biko wapi? bale bapolisie batokaka Bukavu mobato mulibaonaka bakababeba mpaka kule uformation. Biko wapi? ni bamongo Bananza onesha seme ono tuko tunajenga barabara, balitosha franga ya kujenga barabara wapi? Ile ni proje enye guverneme ilikuwa nayo na ni proje enye ni itaendelea, iko sawa vile Uvira sasa hivi wanaanza kuangalia gisi gani batatengeneza njia ya gudro kutoka sange Uvira kesho o oh, v iko natengeneza bongo, hawa ni wasema bongo

anaiujisha kwa faranga ya bei chini sana. Ndio vile vitu viko sasa. Ujue kama uko na bagahidi me, uko Mkongomani oye mwenye uko natumika nabo mwye mwee, balikamata kunguvu, balikamata by force, balikuforce juu ingie ndani. Haiko ndali uh, ndasema haiko wenjo livitaka mm -mm. Ayikowenjo libitaka ilikuwa ni force fulani, nye baliutilize ju bakwavwar hmm? Ilikuwa ni force fulani. Sasa fanya angalisho juu uh, utakia kosa kwenu, utakia kosa nyumba yenu, utakosa nchi yako, utakosa mababu zako lakini wale ambao muko munatumika na unawajua vizuri, ce sont de rwandais kwabo, kuko na wanagarde kwabo mekwetu, bana desekilibre, bamama banakufa, bamamako banakufa, utarudiaka kwenu hauna tena bazasi, banapinda tukue inchi ya mayatima tu hmm? Kwa gisi yabo libakiaka inchi ya mayatima njo nao banapenda na shitu bakiinti ya mayatima. Donke abana fura kuona uko na bazazi wei, abana fura kuona uko na tembea, en plus abana fura kuona tuko na maminere, abana fura kuona donke wivu ya bwizi, wivu ya mbaya eh, njo iko inazunguluka mwabo wote. Musiangalie ubati, c'est elastro s alikuwa voler me arme Elastro ule mwenye munatia muna guverner hapa Goma, ilete voler me arme Elastro, mnaona pa alikuwa natembea na, na Sankara kama munayowa Sankara ule mwenye alifanya manfere hapa Goma ule. Hmm? ule Elastro Sankara dido na, na Jean Paul balikuwa batu tatu wenye walikuwa nguvu sana Mudego, na balifanya maoperasio hata Bukavu, balifanya maoperasio hata Kisangani. e e ce sont des voleurs, balikuwa ba voleur mais armé Donc, mukwe makini na mujue byenye muko munafanya hmm. Ingelikuwa mzuri mukwe savileo kiana, mwenye alifanya gafe ya mzuri sana Katana uku hmm? Gahungu Gahugu <laughs> ah, ndugu zangu muulize ngambo za Kavumu, Katana muulize Gahugu byenye binatendeka kule, kijana ambaye balibeba by force, banambeba mukiaskari ya hao magaibi. Aligeukia wenzake, alipika shenzi ye mwenyewe alipiga shenzi. Mungu akamulinda na Mungu akamsaidia, akaingia mikono ya bandugu yake hapa, bandugu yake sasa. Hapa ni mzuri sana, hatutasema ule kijana ni nani, lakini tunawambia tu kama Ulipita kale ka Roma na Mungu alikuwa pamoja nao kabisa, hmm? na hapa ni vizuri sana ah -ah, Bakongomani nabidi tunafunguka akili na mecho hii yenye muko munasikia. Oh, maongezi maongezi, Katari maongezi, dua maongezi, kama Nairobi, kama Luanda, kama madistraction politique. Sasa distraction politique Hakuna ukweli ndani ya ile maongezi yote mkumu, naona hakuna bana. Tia mwezi wa saba bana isogeza, ilikuwa e, e, juzi iliyopita, siku zilizopita. Sasa banetia mwezi wa ngapi? wa saba, ile mwezi wa saba. Leo tuko mwezi wa tano, kesho ni mwezi wa sita, mwezi wa saba Imposible ke na mwezi wa saba baitieku mwezi wa kumi na moya, na mwaka inaisha kitu gani? Banataka, banataka uvira ikwe tombe, banataka kalemi ikwe tombe. Unona uh, kuko mabitu mingine, naomba tunako tunasemea ukweli. Uh, Makenga alilala Bukavu anenda Bukavu kufanya nini? Alienda na diplomate nyeko na franga Bukavu, ndio no, no strategia ya Makenga alikwasema, nayo apiganisha ala na yapigana. No, no, franga sasa ingambo ya Mwenga, Walungu, Mwenga eh, balikuwa wanapenda, banapenda bafonse babomole -ba burale babomole bwaungu komsa bangalika banezengi a ngambo za tubimbi bafike mpaka kasika baingie Mwenga Mwenga Kamituga, bakishafika -ba Kamituga bashuke Kitutu baingie sasa ngambo za kulima Mafizi kule, secret yote tukatia nje yote ikaonekana inakuwa nje. Kumbe jamaa alienda na franga, anapatia ba bapenda franga ba fardise, anawapatia ana bapati ya franga, anawaambia wafanye ngufu yote, bapige uvira hmm? Kila soda balienda na mpati, kila soda mwenye alikuwa na ile peleto ya fardise

anaweza tukipita tuki mukofeke tukikamata pale utapa na zingine na mtapata <laughs> Lakini sana. Utapata kazi uleko ule. soda wa guvernema iko na nimero matrikile anapokeaka basoda ya guvernema banapokeaka ba biko parmi les soldats wenye wanapokea franga ya mzuri sana 500 dolari. Mm. Na kitu ingine ya pili, banavala mzuri biko na armema yote, lakini tamaa ya viongozi wao ju soda wa chini, kiongozi ya kimpatia franga hata ikatala, <laughs> hata ikatala na komandema, hata ifanya jiko juiko su komandema, ni soda me, ule general comandatere wao njo problem mm? Asime banakoka biko, biko nataka panga ataki kwa adui kunakia telefone, inaambia mwache mu, bile mutoki mu pale. Sasa njo baishanza ambia mukiona muzalendo mopige. Alor hapa tunaambia wale ma FARDC benye banapendaka tumbo kushinda inchi, kama, kama kwenu ni Kasai usizania seme aba bayimbwa abatafika kule kwenu. Kama kwenu ni Kishasa, usizania seme aba bayimbwa abata fika kule kwenu kishasa. Kama kwenu ni mwekwatele, usizania seme aba bayimbwa abezi fika kule kwenu mwekwatele. Kama ukipana ii aba bandugi yako ba este ukuna sema, ah. Baza bato ya este tikabango bakufa.

bokokoka te paske nzambe ye moko ayebi nzambe nde ayebi nzambe nde asungaka bino kaka boza kaka bamandia bemandia malere bozwi mbongo me bakobuma bako bandeko na bino mimi ni wakokolo mboka mwenyekiti mwenyewe mfalme wa habari Ponda subscribe yako kwa wingi sana, ndugu zangu, mupondeponde mupondeponde kwa wingi wani. <laughs> Muponde mupondeponde kwa wingi kabisa tunaja, eh? Muponde ponde kwa wingi na zaidi ya yote tena uh, mfanye share. Shares, eh? Mushare kwa wengi sana kabisa. Na leo kabisa nitawapa update nyingi nyingi nyingi nyingi nyingi sana, mutapata update nyingi leo kabisa kwa mchana huu wa leo. Hii ilikuwa ni asubuhi ya asubuhi <laughs> kazi ya serie tunaendelea kabisa na kazi. Tunashukuru watu wote ambao wanakuwa ndani ya familia yetu na hawa kabisa wanaendelea kutupatia moyo. Tunashukuru kwa watu wote ambao wako wanatoa kwa kusaidia e, wazalendo mahali pote wanapokuwa na hapa kabisa, watu wote ambao wanaendelea kujitoa kwa kusaidia kazi ya uzalendo hapa tunasema kabisa merci beaucoup, merci beaucoup kabisa kwenu, tunasema antuka, mnafanya kazi, wandugu wapendwa, mutaponda subscribe kwa wingi sana, kwa wingi sana hmm. Tunasalimia watu wa Katana Kabamba <laughs> na huku Gahungu Kahungu huku kabisa, tunasema hamjambo kwenu kabisa, pole na mazazi ambao umekuwa nay najua. Uh, drone zetu ziko kule na ziko ziko macho kabisa, ziko zinaangalia filimu kisiku inapita, ni kusema ya kwamba huku Kahungu waliendelea kabisa kupata cha mtemakuni na wamekufa wengi sana Ngambo za katana kabamba kabisa ni vizuri sana na ni kwambie tu, kama muji wa Bukavu inakuwa deja tena, ilishazungurukwa na wazalendo kwa wingi sana. Foka mike pamoja na amuli ya kotumba wako determine, pamoja na watoto wetu wako determine kugomboa sasa muji wa Bukavu vizuri. Wanasema wao vitu ya sesele fe awataelewa bile, na wanasema kama ni kufungwa watafungwa, lakini inchi iligombolewa. Wanasema kama ni kufungwa watafungwa, lakini inchi yao mbele, inchi ilishagombolewa. Yaani ile njo determination ya watoto wa mama, wanasema ya kwamba sisi atutaangalia atuta make wao wana, wanasema awataangalia bienye biko bataangalia njo kazi yenye kufanika. Mm, akuna kitu kingine bwana. <laughs> Ni kuangalia kazi kazi mbele vingine nyuma eh, yani kazi mbele mengine nyuma. Yeah. Yani ni kwambie tu kama mambo imekuwa mambo, acha tusome hata message ya batu mbili benye bametuandikia, tuone kama kuko hata bawili benye banatuandikia. Tunaona hapa kuko Ivone, Ivone anatuandikia nini? Anasema hivi Ivone, Nadi Nandi anasema, jambo kaka yangu, ambia batoto yetu ba maimai Mungu, at, Mungu anataka jibu lakini basicha ngane bakaze nguvu, jibu Mungu iko mtetezi, Mungu iko. E, mtetezi, iko, iko.